Ahlan wasahlan wa marhaban bikum ya ayuhalmushahidun alkiram, mtazamaji popote pale ambapo natufuatilia tukiwa moja kwa moja katika eneo hili la arrival katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere International Airport Terminal 3, ambapo hapa basi wanaotoka katika milango hii ni wale ambao wametoka nje ya nchi ya Tanzania. Tukiwa hapa, mimi naitwa Ridwan Sharif, lakini eh, nipo naona na baadhi ya eh, watu mbalimbali ambao wamefika katika viwanja hivi akiwemo ndugu yangu, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salama kabisa. Naitwa Ramadhani Kapina. Alhaji Ramadhani Kapina. Alhaji Ramadhani Kapina. Ramadhani Kapina, Alhaji Ramadhani Kapina, mara Ramadhani Kapina tu Ramadhani Kapina alijua Alhaji? Hapana, hapana, ila inshallah, inshallah. Naam, naam ungejua, ndio umeshuka bwana hapa, tuombe dua na nini Hapana, shehe wangu, bado. okay. sijajariwa kwenda Makka bado, eh? Bado. tutasubiri tuta dua pamoja eh, nini ambacho kimekuleta hapa ndugu yangu leo? Ah, kilicholeta hapa kikubwa. Unatokea wapi? mimi natokea Morogoro. okay. Eh, wilaya ya Kilosa. okay. kata ya Mikumi. okay. Eh, nimekuja kumpokea. Maana yake hii tunasema all the way from Mikumi no. to to to Dar es Salaam Julius Nyerere International Airport. Hey, kilichokuleta hapa leo nini? Ah, kilicholeta kikubwa. Au kama mimi nimekuja kukumbewa dua tu hapa. Hapana. Yoyote unayemjua kil... na usomjua. Wewe unasubiri una, una tuombe dua tu. Hapana, kilicholeta kikubwa hapa ni kwa ajili ya kuja kumpokea shehe wangu, shehe mkubwa kabisa, Mwalimu Salim Muhammad Mafita ambaye okay. e, yeye ndo shehe mkuu wa Mikumi okay. Hivyo basi nimekuja kwa ajili ya kumpokea shehe. oh, Mashaallah, mashaallah. Bwana anatuambia kwamba ametoka Mikumi e, wilaya sijui nini hapo ulipo nini. Nimekuacha mwenyewe nimechukua Mikumi tu hapo. Eh, wilaya ni... Uh, ni wilaya ya Kilosa uh -huh. kata ya Mikumi uh -huh. Naam, nimekuja kumpokea shehe wangu, shehe mkuu wa, wa kata ya Mikumi. Una, una, unaweza kunaniambia kuna takriban kilomita ngapi kutoka Mikumi mpaka hapa tulipo? Eh, takriban kilomita ni nyingi sana kwa sababu uh -huh. sikuwa na drive kwa hiyo sikuweza kujua kuna kilomita ngapi Unajua, unajua kilomita zaidi ya 460 umezikata kwa ajili huyu, mwamba ametoka Morogoro Mikumi. Uh, zaidi ya kilomita 460 amekuja hapa kwa ajili ya kumpokea shekhe wake, anasema mwalimu wake kadhalika, maanake mwalimu wa skuli, mwalimu wa chuoni, sijui au ni mwalimu wangu ambaye amenifundisha dini. Kwa hiyo ni mahaba na kuonyesha jambo lilivyokuwa na ukubwa, yani lilivyokuwa na uzito mkubwa. Hii yote eh, ni kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kufanya jambo lolote na kwa wakati wowote. Eh, hili ni jambo kubwa sana, kwa sababu mpaka inafikia mtu kwenda maka, sio jambo dogo inshallah na lipi la kumwambia yule ambaye anakutazama hivi sasa? Ndugu yangu, kama hajabahatika kwenda Maka, basi kila anapofanya ibada basi ajaribu kumwomba Mwenyezi Mungu ili aweze kumwezesha kufika Maka pamoja na mimi, ndio pamoja na mimi sasa. Nitakuuliza vipi, wewe wewe, ndio utaki ujiombee dua? Hapana, pamoja na mimi inshallah. Mtazamaji huyu, bwana kama nilivyokuambia, ni katika watu ambao wametoka Mikumi mpaka hapa kwa ajili ya kuja kumpokea mwalimu wa madarasa, ambao bila shaka nitatamani sana nifahamu, nimsikilize, na huyu mwalimu naye pia tufahamu mawili matatu kutoka kwake watu wapo na dufu mbalimbali. Shukrani sana ndugu yangu, endelea na pirika zako. Watu wakiwa na dufu mbalimbali mbali, basi shamra shamra zikiwa zime zime zimeshamiri zime muda mrefu, leo kutokea majira ya saa 5 na nusu asubuhi, wa watu wakiwa basi katika viwanja hivi kwa ajili ya kuwapokea mahujaji kama tunavyofahamu. Eh, siku hizi tayari wamekuwa wanarejea kutoka Makka. Kuna dada hapa anamuona naye pia asalamu As alaykum alaykum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Wa alaykum salaam. Hali yako ukti? Alhamdulillah. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ruwaida binti Jaafar bin Abdurrahman Ruwaida binti Jaafar bin Abdurrahman. mm. Au na wewe umekuja kuomba dua kama mimi? ah, mi hapa bwana nimekuja kupata dua. dua. Umekuja kupata Ay, umekuja Ah kwa maana moto moto. Hai kumpokea dua. Zile za moto. Masha Allah. Umekuja kumpokea nani wewe? Ah, mimi hapa na maalhaji wangu wawili kwanza na Sheikh wangu aitwa Sheikh Salum. Halafu na nko wangu aitwa Bwana Said Sungita Umetokea wapi wewe? Mimi nimetokea mkoa Morogoro katika wilaya ya Kilosa kata ya Mikumi. Inaonekana pia mmoja na brother ambaye ametoka hapa. Kwa umetoka kwametoka Mikumi bwana, hawa wamefunga safari, na mpo wangapi maanake takriban? Ah sisi tuko kama watu wanne hivi. Watu wanne. Naam. Mashaallah. Umetoka Mikumi nao, pia naye pia huyu akhti, naye pia kutoka Mikumi kwa ajili ya kuja kumpokea shekhe wake, lakini umeniambia pia kuna alhaji mwingine. Naam, yupo shekhe wetu aitwa Sheikh Said Sungita. Oh, mashaallah. Naam. Unalipi la kuambia wale ambao manake hawakupata fursa huenda ya kufika katika maeneo haya kwa ajili ya kuwapokea malhaji, lakini hal kadhalika vile vile kwa wale ambao hawakupata fursa ya kuenda eh, katika mji mtakatifu wa Makka? Ah, kwanza ni raha kufika hapa, afu kingine na wasisitiza tunawasisitiza yani, na yani, katika dua zetu, katika swala zetu, tumombe sana Allah sisi tupate fursa kama hii ya kwenda kuhiji. Oh, mashallah mashallah, swali moja la kichokozi naona <laughs> kameramani anashangilia kule, sijui hata amejua chokozi gani, kuna bastola imewekwa anatishiwa. Swali so, langu vila kichokozi ni hili, dua gani ambayo wewe utaomba uombewe kama tatu hivi? Yani zipo bwana. Mimi nimenuia katika, katika maombi ambayo nitaombewa na hawa malhaji, basi niweze kufanikiwa moja, mbili, tatu. Cha kwanza mimi ningewaomba wao kwanza waniombee dua mimi katika masomo yangu kwanza, nifanikiwe Kingine wanaombea dua kwa Allah kwamba yani katika hii njia iliyokopa sasa ya, ya dini ya Kiislamu nisitoke, niendelee kushikilia dini hii. Alafu kingine hivo wanaombea na mimi niweze siku moja, niweze siku moja inshallah kwenda. Mashaallah, mashaallah, mashaallah. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Miongoni mwa dua mw, miongoni mwa dua nzuri kabisa ukhti ameweza eh, uh, ame, uh, kutuonyesha njia manake amemwomba Mwenyezi Mungu ambakishe katika njia hii iliyonyooka, maanake ni katika jambo moja kubwa sana, kwa sababu wapo ambao wanaanza vizuri na wanamaliza vibaya. Wapo ambao wanaanza vibaya lakini pia vile vilevile uh, mwisho wanamaliza vizuri. Lakini yeye naomba katika nia ambazo yuko nazo Alhaji wa muombe dua Mwenyezi Mungu ambakishe eh, katika njia iliyokuwa iko sawa sawa. Nikushukuru sana kushukuru sana ukti. Kuelekea kila la khairi. Mtazamaji bado tukiendelea kuwahoji eh, mahujaji mbalimbali ambao wamefika ama eh, wale watu mbalimbali ambao wamefika hapa katika viwanja hivi namuona mwamba mmoja hivi. Eh, mwamba mwamba mwamba Mwamba warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. alaykum Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidahu. Mwamba, mara hii nakumbuka kama sikose tu tulifanya interview ukanambia hujapata mm. fursa ya kwenda. Ni kweli? Na leo mara ile ulikuwepo, na leo pia upo hapa. Wangekufahamu mm. Kwanza jina lako ambao hawakufahamu. Bin Abdurrahman mi Jafari mm -hmm. Alhamdulillah, nimetoka safari kwa ajili ya kuwapokea mahujaji. Nilitia nia kweli, nimetia azma mm. mwaka huu nikamuhijia mama angu. Okay. Lakini Mungu hajakadiria safari. Okay. Ila mashekhe shekhe wangu ameenda, wa shemeji yangu Sungita ameenda. Okay. e, Sheikh Salim Muhammad Mafita Masha. Bwana na shemeji yangu Sheikh Saidi, wewe ni shehe wako kivipi? Mwalimu Salum, Mwalimu Salum mimi ndio mwalimu wangu ambaye amenisomesha kuanzia ile alifu e, wanasema kindagate okay, mpaka nikaijua juzu ama vizuri. Ehe, kwa hivyo yeye kama shehe wangu siwezi kubaki nyumbani nikaacha kuja kumpokea. Tukafunga safari saa tano za usiku na nusu za jana e, tukaingia saa kumi alfajiri hapa Dar es Salaam. Okay. Tukatembea tembea kidogo ndugu na jamaa na marafiki ili muda ufike, ehe, kwa ajili ya mapokezi haya mazito, lakini kubwa tupate dua Mashallah, Mashallah. Mwenyezi Mungu akubariki, akubarikie inshaallah. Lakini kwa mukhtasar, naona malhaji tayari amefika. Ndio, naona malhaji tayari amefika. Lakini kwa mukhtasar, wewe unazungumziaje kuhusu swala hili la la la haji? Eh, nikijaribu kutazama safari yako manake ilikuwaje mpaka ikashindikana mm, lakini halikadhalika vile vile safari ya mwalimu Salum mpaka mm, imewezekana. Kuna maneno mazito aliyozungumza siku anaondoka hapa, akasema kwamba hija ni eh, ucha Mungu ndio unakupeleka Ndee. Maka, lakini kadhalika vilevile tukapata historia ya moja katika, katika mahujaji wa mwaka huu naye pia kutoka kule nchini Libya. Sijui kuna kitu gani ambacho kinaweza kubaku, ku, unaweza kukizungumzia kwa matukio ya hao watu watatu, wewe mwenyewe Mwalimu Salu na yule bwana kutoka kule nchini e, Libya? Jambo la mwanzo kabisa Mwenyezi Mungu ndio hukadiria mambo, lakini hija pia ni riziki kama, kama vile chakula E, kama riziki yako haipo ya haji unaweza usihiji. Mimi nishai kusimuliwa na Sheikh Toha Suleiman Dabani hafidhahullah. Kuna mwamba miaka ya nyuma aliwe kusafiri kutoka Tanzania mpaka Jidda mm. alafu akageuzia pale Maka hajafika kilomita kama mia na, na, na sitini hivi kuingia katika mji mtukufu wa Maka kuhiji. Yani kaishia pale kasema, mimi siwezi kufika kule, narudi Tanzania na mambo yangu, unaona. Kwa hivyo haji pia kama vile riziki, lakini kubwa hata riziki tunaomba kwa Mwenyezi mm. Mungu atufungulie milango ya riziki mepesi basi, vilevile ndio tuombe haji. Mwenyezi Mungu ajalie kwa mtu apate safari kwa wepesi. Kwa hivyo nilitia niliti nia kwenda kumhija mama angu safari hiyo, kwa kwa mwaka jana nilikwenda nilikwenda pia umra, lakini nikatia nia kwenda kumhija mama yangu eh, lakini naamini bado riziki yake haijafika, kwa sababu ilikuwa, yaani maana yake sababu yaku, yaku, yaku, yuma, nililipa pesa, nililipa pesa kwenye baadhi ya taasisi okay. Eh, lakini bahati mbaya mdogo wangu akaumwa ghafla Okay. Ugonjwa ambao ilikuwa lazima mimi nimsaidie, okay. Na yeye hana mtoto wa kiume zaidi ya mimi, ndugu yake okay. Kwa hivyo nikaona ile tasi ni yombe anirejeshe pesa zangu. Kwa kuwa nafasi za watu zilikuwa, watu wengi bado wanahitaji kuenda, basi nafasi yangu ikaziba mtu mwingine, mimi nikashindwa kuondoka. Kwa hiyo nikaamini riziki yake mama yangu ilikuwa bado huenda, inshallah mwakani Mwenyezi Mungu akamjalia riziki hiyo, nikaenda kumuhijia mzazi wangu, na ndio furaha yangu, kwa kuwa yeye ya akifurahi, na mimi nitafurahi. Lakini kubwa, yeah, kama alivyosema Sheikh Salim Muhammad yeah. kwamba takwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan mm. wa yarzuqhu min haithu la yahtasib yeah. Mwenyezi Mungu ukimcha e, Allah, basi hii riziki anakuletea nyumbani kabisa mm. Inakuja yenyewe wala huitafuti. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu atupe nguvu, lakini tutienia e, kwa ajili ya ziara hizi za kwenda haji naam. na, na, na hivyo ndugu yangu nakushukuru sana, asante sana, sana baba. Afwan, inshallah. Mtazamaji, miongoni mwa watu ambao wamenizunguka hapa vile vile, namuona Alhaj. Naam, Alhaj inawezekana kuwa Alhaj mrefu kuliko wote kutoka Tanzania, inawezekana, sina hakika. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karibu sana bwana Tanzania. Nashukuru sana alhamdulillah. Watazamaji wako fahamu naitwa nani? Naitwa Saidi Juma Sungita. Kutokea wapi? Natokea Singida, ila kwa sasa niko Dar es Salaam, naishi Dar es Salaam alhamdulillah. Nako pambania hapa mashaallah, ndio Uh, kwa mara ya kwanza unaiona al-Kaaba, mm, hebu -hmm. tuhadithie ulikuwa katika, katika hali gani? Allah, amna siku ambayo katika maisha yangu nimefurahi kama kutembelea ule mji mtukufu. uh -huh. ili al-Kaaba, wallahi wanasema kitu cheusi kinatisha, lakini kwa ule weusi wake, lakini watu wanaikimbilia, manake watu wanajitahidi, wanawekeana gadi ili wafike katika ile Ajarul Aswad. Okay. wanataka watizame ama wafike katika lile hajari la aswadi, wazungumze wa majambo yao yanao, uh, wasibu uh-huh, na vitu walivyotumwa kutoka kwa ndugu zao alhamdulillah. Okay. Hija bwana ni ibada ambayo inahitajia nguvu. Nimejifunza katika hilo, baada ya kwenda kufanya ibada yangu hii ya hija, nimejifunza kwamba hija ni ibada ambayo inahitaji nguvu sana, hasa nyinyi vijana, inatakiwa mwende mkiwa bado vijana. Sasa ndio mtuombee sasa, na sisi tuende, maana mwaka jana bwana huyu mm. bwana miongoni mwa mambo mw makubwa mw mw mw aliyokuwa nayo kuna dua moja bwana. Ile dua ikataka kuleta shida kidogo. Mwakani inshallah tutenda wote, amini inshallah. Tukiwa hapa ukhti, ukhti Hamida akaomba dua ile eh, dua we ndio umeenda sasa <laughs> ndio hivyo tunaenda wote <laughs> mwakani inshallah. <laughs> inshallah. kwa kwa hali ilivyo hivi, lakini nawahusia vijana, hija inahitaji nguvu sana. Usijitizame kwamba kijana o oh, sijui mimi vipi nitamwasi Mungu la una, una hadi gani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mauti yanakuja ghafla, ujui unakufa katika umri gani. Kwa hiyo inapendeza zaidi mtu ukaondoka bado kijana ukaifanya ibada yako kwa, kwa utulivu kabisa, manake ukienda bado mzee, kuna baadhi ya ibada zingine uwezi kuzifanya. Kwa mfano Safa wal Marwa, ile inahitajia mtu mwenye nguvu kukimbia kutoka Muzdalifa, manake ukiwa unatoka umelala Arafa, utachukuliwa na gari ukalale Muzdalifa. Kutoka pale Muzdalifa lazima utembee kwa mguu mpaka Mina. Alafu na ukitoka Mina kwa mguu uende Jamarati ukutupe mawe. Ile inahitajia nguvu kama alivyosema hapa mzee kilomita tano kwenda mpaka Mina, utoke tena pale kama kilomita mbili au tatu kwenda Jamarati. Sasa inahitajia nguvu uende urudi vipi mzee utaweza? Sasa nawahusia vijana waende wakiwa bado vijana. Maanake usiseme kwamba garantii bwana mimi sijui nitamwasi Mwenyezi Mungu vipi? Ah ah. Swala la kumcha Mwenyezi Mungu lipo katika mikono ya Allah mwenyewe, ya hadi maisha anamuongoa amtakaye. Sasa kwa hiyo nawahusia pia vijana katika hilo kwamba tuende hija aliyakua bado vijana. Inshallah, basi uh, uh, ni siku chosho sana najua, na, na safari ndefu Ndip, na familia pia inakusubiri huko, tuombe dua, tuombee leo, tumekuja kupokea dua yako yakow, ulituombea dua mwaka mwaka jana, bwana <laughs> bwana bwana aliomba dua dua dua <laughs> akasema Mwenyezi Mwenyezi Mungu Mungu hawa kuwapokea kuwapokea kina Sheikh Jaffar kwa wapi? <laughs> ni waje kutupokea, alikuwa si alhaji alhaji yake yake ilijibiwa ilijibiwa hapa hapa, sasa leo kweli na hata nyumbani kwamba Mwenyezi Mungu atajibu

Huruma yako Mungu na kwa rehema zako Mungu, kwa huruma yako Mungu na kwa rehema zako Mungu, hakuna lalo linaloshindikana kwako ya Rabbal Alamin. Yeye Mwenyezi Mungu ambaye umeshusha maji kutoka mawinguni tunahitaji rehema zako kama unavyoshusha maji katika mbingu ya Rabbul Alamin, kwa huruma yako na kwa rehema zako ya Rabbul Alamin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij ala almuslimin, farrij ala almuslimin, farrij ala almuslimin al wa sallallahu ala sayidina Muhammad alihi wa sahbihi wasallam. Tunashukuru sana, Allah kubariki na watake kila laheri inshallah, safari njema, alhaj Singita. Kama ambavyo tumeweza kuwasikia baadhi ya mahujaji e, kama, uh, kama ambavyo tumeweza kuwasikia baadhi ya mahujaji, nilitamani sana tuzungumze na mkurugenzi e, nilitamani tuzungumze na mkurugenzi naye pia e, katika mahojiano haya e, Sheikh Rashid Njuki e, kama atakuwa karibu asogee huku inshallah tuzungumze japo e, Uh, japo kwa, kwa mukhtasar insha allah uh, tuzungumze naye pia kuhusiana na uh, safari ilivyokuwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa safari, lakini kwa, uh, kama ambavyo wameweza kutuambia baadhi uh, ya mahujaji tumeweza kuwasikia hapa kuhusiana na safari zao zilivyokwenda mpaka ambavyo wamerejea nyumbani Tanzania.